Lakini sera yako ya kusema kila mtu anapopata ardhi, sasa asipate kwa sababu tayari wale wenye kiapo wanatakiwa kuhusika na hiyo kitu, lakini pili ambacho nitaka nisaidie hoja ya mwenzangu ambaye alikuwa amekaa chini, ushuru najua mkuu wilaya katika sera zake tatu amesema mapato yanahusika sana viongozi wake, ambacho nimeshangaa ina maana tayari anatorosha ushuru wa halmashauri usika wa unaomba sana mwenye wizara hiyo ya fedha kakeli, mfikieni tuone kwa nini tusilingane, kwa sababu tuko halmashauri moja. Ulikokupepesha sikia liko jambo la ushuru wa mazao hususan tofauti iliyopo kati ya kwetu na Itigi. Ndugu zangu, Itigi ni halmashauri iliyozidiwa na halmashauri ya wilaya Manyoni nyoni. Kwa hiyo wakati inazaliwa ushuru wa mazao ukizingatia ufuta, lakini mpunga na mazao mengine, kama wakati nazaliwa sisi tulikuwa ushuru wetu kwa gunia ni shilingi elfu mbili. Hatuwezi kupanga kurudi nyuma, lazima tupande kwenda mbele kwa hiyo ile shilingi elfu tatu sio tatizo. Tatizo ni mkakati wa kudhibiti watu wanaotakiwa kukata ushuru, hapa wakate, hapa usiende. Kuna anayepanga kurudi